Mafungamano maovu kabla ya ndoa. Kuna watu akishafikiria kuwa anaposa sehemu fulani na ombi lake limekubalika, ila hakujafikia kuoa, watapelekana huko fukweni, au kadha au kadha, na si ajabu ikawa wakaanza jambo ambalo wenyewe Kiswahili tunaita tendo la ndoa lenyewe tunaita Kiswahili tendo la ndoa, likaanza hilo. Mtu ana visa, lakini mtamuoa. Sawa, utamuoa, hili jambo lina mchango asilimia tisini na nane ya kuvunjika ndoa. Kitu gani kinatokea baada ya kuoana? Watu hawa wakishaoana tu, kama itadumu kuaminiana ni wiki hii moja, mke anajiuliza huyu bwana, mimi mweradhi alinitongoza, nimekataa katawe, hatimaye pu, nikaingia kwenye mtego wake. Hivi tabia hii ndio mie wa mwisho au bado inaendelea? Kama mie wa mwisho, kwa lipi mpaka iwe mwisho? Iwe baada ya kuwa amenitongoza mimi, ashanioa ndio basi hii tabia ya kutongoza tongoza imeisha? Kitu gani kinachofanya iwe imeisha? Huyu lazima bado anayo, anayo na hivi hivi. Ndivyo hisia za muume binti yule, mimi nilimtaka na hivi na hivi, hatimaye akanikubalia. Hivi jamani, ndio mie tu hawakubalii watu wengine? Kitu gani kinachomzuia asiwakubalia hao wengine? Kwani mie nilimpa nini si nimeminyaminya shingo kulia kushoto hivi hivi, mpaka akaingia mtu katika kumi na nane. Kwa hiyo ndo inaendelea, lakini kila mmoja ana alama kadhaa za uhuni wa mwenzake. Anajua mume wangu, lakini mm, tuwenye kusab ashafunika hamwamini. Kwa nini hamwamini? Anamjua mgoni umejuaje tuliwahi kufanya na hivi ndivyo wanavyomtazama mume kumtazama mkeo wanaishi maskini na vilemba vyao na makoti yao na majoho yao na majuba yao lakini sasa kwenye hili kinaingia kitu kingine unaweza ukakipa namba tano matumizi mabaya ya vifaa vya mawasiliano. Watu wa aina hii wakiwa katika ndoa, hata mke na mume wanakula, ikiita simu e na, ndio eh, naam, anakwenda nje kusikiliza, kuongea. Mke ndio hivi na mume ndio hivi, asema tena wale wale watu wako. Kwa hiyo matumizi mabaya ya neema hii Zizi za mawasiliano, uko na mumeo, uko na mkeo, inaita simu, kwa nini msiweze kuongea pale? Mpaka unainuka tena unaenda masafa ya qasri umbali wa kupunguza mtu swala akiwa safarini, ndio unaenda kuitikia huko hey. hey. hey. hey. hey. hey, iwe mke iwe mume tayari hii inamsaidia sana aone kwamba iko siku nitaiona tu. Matokeo yake ndio mtu anavizia ajue password yako. Na kwa nini asijue ya password yako? Simu ni kifaa, unaficha nini huko? Una wasiwasi anaweza kuichukua hii simu akaenda benki akachukua pesa zako? Hapana, una mazagazaga humu, utaki ayaoa na ye eh, hivyo hivyo simu yake simu yangu yachapo. Ukiona hivyo, hujue kwamba mna madubwasha dubwasha humo, hataki yaonekana. Kwa kweli, kwa uzoefu wa kusikiliza majanga ya wanandoa, tumeona pia matumizi mabaya yasiyokuwa ya heshima ya simu za mikononi, nayo na yamechangia kuwa ndoa zisidumu, na hasa wale watu wa kundi la nyuma ambao baada ya kukosana kwao walijiingiza katika mahusiano yaliyopelekea wasiaminiane, ya hata baada ya ndoa. Kwa habari na mawaidha ya mashekhe mbalimbali na matukio ya Kiislamu, subscribe channel yetu ya Khidma TV ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Asante.